Karibu tena. Baadhi ya wa wabunge kutoka Pwani wametaka Wakenya kujitokeza na kutoa maoni kuhusu hatma ya hazina ya maeneo bunge nchini NGCDF. Aidha, wakizungumza huko Mombasa wakati wa hafla ya kutoa basari kwa wanafunzi wa eneo bunge la Changamwe, wabunge hawa wamesema hazina ya CDF inachangia kubadilisha maisha ya wa Wakenya wengi, hasa kupitia elimu. Mchakato huo wa kukusanya maoni unatazamiwa kuanza rasmi hii leo. Tatu, miyamili, amsini, tutaita watu wote waje. Kwa sababu gani hatufanyi siasa? Sahihi sahihi, tunafanya nini? Maendeleo. Tunafanya maendeleo ambayo itafaidisha nani? Watu wetu. Sasa haka ka shetani ambao kanaingia kwamba itoleo iende kwa kaunti Sijui ni sheria gani ama ni kipengee gani ambayo. Baba kidogo amepoteza network, kwa hivyo tunakuomba kuanzia kesho, kwa sababu Jumatatu tutaanza mchakato. Una uhuru pia wewe kusema. Ni kweli nilikuwa nimesema hivyo, lakini nimeonelea msimamo wa kisawasawa ni NG-CDF ibaki, kwa sababu wananchi Kenya nzima, hata kule kwangu Matuga na kwingineko, hata Nairobi wanategemea NG-CDF kwa upande wa basari kama hivi leo na mijengo ambayo inahitajika ya mashule, mwelekeo wake uwe ni wa kusaidia watoto wetu wa Kenya, usiwe ni wa kulete mtafaruku ambayo itatatiza watoto wetu. Hii maneno ya basari yaendelee, yasiendelee? kwa sababu kuna wengine katika huo mjadala hawana roho safi wengine tu wanaweka fitina, lakini wao ndio hawana roho safi, kwa sababu utaona wengine wanaozungumza sasa hivi wana uwezo wa kusomesha watoto wao.